Chama cha akiba na mikopo cha Mtangazaji kimetangaza mgao wa asilimia kumi nukta nane tano na ya akiba ya wanachama na asilimia 14 ya mtaji wa hisa wakati wa mkutano wake wa 19 wa kila mwaka. Faith Olera ambaye ni mkaguzi katika wizara ya vyama vya ushirika alikipongeza chama hicho kwa kuendelea kukua. Alisema ongezeko la mgao linatokana na maamuzi yenye hekima ya kifedha akiwahimiza viongozi wa chama hicho waimarishe mbinu za uwekezaji ili kupata mapato zaidi. Kwenye mkutano huo wanachama wa bodi walichaguliwa tena kwa kauli moja. Wanachama wa chama cha akiba na mikopo cha Mtangazaji walikusanyika leo asubuhi kwa mkutano wa 19 wa kila mwaka jijini Nairobi. Ulikuwa mkutano wa jumuishi ambapo wanachama nje ya Nairobi walifuatilia mtandaoni. Ni hapa ambapo chama hicho kupitia mkaguzi wa hesabu wa Wizara ya Vyama vya Ushirika, Faith Olera alitangaza mgao wa asilimia 10.85 wa akiba za wanachama na asilimia kumi na nne ya mtaji wa hisa, hili likiwa ongezeko kutoka mwaka uliopita. When there is increase in deposit. Olera alipongeza chama hicho kwa kuendelea kukua akiwahimiza wanachama wachukue fursa ya bidhaa za chama hicho kujiimarisha. Naye Brenda Odera ambaye ni afisa wa vyama vya ushirika kutoka eneo bunge la Starehe aliwapongeza viongozi wa chama hicho kwa kudumisha kanuni za uongozi bora, akiongeza kusema kuwa mswada wa vyama vya ushirika ulio mbele ya seneti utaleta uongozi bora wa vyama hivyo. Uh, the reason why the leaders were retained is Mwenyekiti wa chama cha akiba na mikopo cha Mtangazaji, Winnie Cherono aliwahimiza wanachama waendelee kuwekeza katika chama hicho, akiahidi kuimarisha usajili wa wanachama wapya.

Kwenye mkutano huo Nicolas Kigondu, Nyagaka Ontieri, Stanley Mwangi na Catherine Nachenga walichaguliwa tena kuhudumu kwenye chama hicho bila kupingwa.